hirimia kuna vitu kadhaa ni marufuku kuvifanya, na hivyo huwa vinazua kasheshi. Babu yako tumemkuta Mina na suruali kava, siku ya mwezi nani? nilikuwa <laughs> hivi vitu vinaitwa vilivyo haramu kwa sababu ya kuhirimia hija. Ndo anwani yake muharramatul ihrami. Kwa nini vimeitwa vilivyo haramu kwa sababu ya kuhirimia hija? Kwa sababu kama asingekuwa haji, hivi si haramu. Mtu kata kucha ni haramu abadan, kutumia sabuni yenye ya manukato ni haramu abadan, lakini ukishanuia hija tu, maadamu umenuia na hujamaliza, marufuku kukata kucha, kukata nywele, kutumia manukato. Tukija kwa wanamume kuvaa nguo yoyote iliyoshonwa ikazunguka kiungo, hurusi kuvaa suruali wala pajama wala joho wala kaptura wala bukta wala fulana wala kanzo mpaka umalize pale. Umehirimia huko ukishafika pale Maka, mpaka umalize ya umra yako Unafungua, unaweka pembeni, unarudi katika kivazi cha kawaida. Vitu vyote hivi vikifanyika, wakati mtu hajamaliza anapata adhabu. Sasa tunasema ugumu wa hija ni kule kuzingatia miko. Mtu kazoea bwana, mwingine kazoea, mwingine hajazoea toka kuumbwa kuvaa shuka, ee, yeah, akitoka na jinzi lake, hata satana za usiku analitoa hapa, analiweka pale, na ni nguo ambaye hivi nafuliwa kila siku ile uh, kunyosha pasi. Ana jinsi lake. Sasa mtu kama huyu anaambiwa avae shuka, kama tunavyoita hii iko chukuchuku, ile haina kitu, ni shuka tu. Ile urusi kuvaa kitu chote ndani yake chukuchuku, kama vile <laughs> umepeleka kipande cha papa <laughs> akina ndimu, akina hoho, akina chochote. Chukuchuku unavaa vile vile. Msiri wako mwili wako tu, tokea umenuia mpaka unamaliza. Sasa kwenye umra ni jambo hilo, mara nyingi ndani ya masaa ishirini na nne linakuwa limemalizika. Likishamalizika unavaa nguo zako za kawaida, unaenda msitini kama mtu wa palepale vile. Unangojea ifike tena mwezi nane mfungo tatu unalianzisha upya, unanuia hija ukiwa pale pale Maka hapo hotelini kwako, ndio mikati yako hapo, utanuia hapo, utaanza safari kuhama pale Maka kuelekea viwanja vya Mina, ikiwa ni maandalizi ya kesho kuhudhuria viwanja vya Arafa. Kwa toka hapa Maka unasonga mbele kilomita kadhaa hizo si ndogo. Unabaki Mina kwa msongamano wa ibada ya hija. Kama utataka uende Arafati siku hiyo ya mwezi tisa, inawezekana ukatoka saa kumi na mbili hapa kule ukafika saa moja ya usiku, wakati neo udogo tu lakini, ile yani, kwa kweli speed meter haitoki kwenye sifuri eee. Mtu hapa na ukuta ule wa msikiti unaweza kuchukua masaa mawili kutokana na wingi wa watu miundombinu iko vizuri tu, lakini na wingi wa watu pia haukataliki, haukanushiki. We umekaa tu kwenye basi umu, wale wenyeji sana wanatumia kwa miguu, lakini mgeni we una- unakimbilia nini? Wekaa umeumo, sio nyumbani mwako basi na kiyoyozi. Wekaa tu likifika hilo utashuka utaenda kwenye hema nalo na kiyoyozi utapumzika, almuhimu kwa wale waliofanya ibada ya hija ya kutanguliza umra mwezi nane, watahirimia tena kuingia ndani ya hija. Wakishahirimia hapo au wakishanuia, watasafiri kuelekea viwanja vya Mina. Tutakuwa tunaelekezana, jamaa, tunapotoka hapa Maka hotelini kwenda Mina kwenye mahema, ingawaje ni ya kisasa, yana viyoyozi, una godoro lako dogo, una blanketi lako na vitu vyote tu, lakini huwa tunashauri hapa, usibebe begi wala chochote, kafuko kako kadogo, pangine kuna mswaki wako na dawa ile unatumia, na kasabuni kako pangine, kanzu yako moja, aidha ya mikono mirefu au mifupi, na fulana yako na nini, si tunaenda kule na jangwani tu. Wewe ukibeba mzigo kule unatafuta shida, hauhitajiki. Kama una pesa nyingi utasarenda kwa wale wenyeji wa hoteli na utaziko salasa kwa salama, yani si mahala pa kuondoka kwenda Mina ingawa tunakaa kule Mina toka mwezi nane tisa kumi kumi na moja kwa uchache kumi na mbili tunarudi, lakini kwa mara nyingi kumi na tatu yategemea famantaajala fi yaumaini au wamantaakhara sasa tutakwenda kule, mara nyingi tunakuwa mchana, unatukuta kule Mina tukiwa kwenye mahema yetu, kama nilivyosema, kila mtu na wasaa wake. Na kwa watu ambao tunaenda kwenye hija kwenye mifumo rasmi, mazingira ni rafiki, sehemu za kujisaidia, matundu ya vyoo yako maelfu kwa maelfu, ingawaje utakuta foleni kubwa nayo, kutokana na nini? Na wingi wa watu. Vyakula vipo milo yote, si vya kupika sisi, si viongozi wala si haji mtarajiwa. Unaviona vyakula vipo, vinywaji vipo, juisi, maziwa na kadha na kadha na kadha. Tunakaa hapo mwezi nane, ibada zetu ni za kawaida, swala tano hizi. Mfumo wa swala huwa unabadilika kidogo, na hili pia tutalisema kwa wakati wake. Wenzetu kule Saudia kwa kwenye hizi madarasa hizi, hizi ni madarasa kuna madrasa ya Imamu Shafii, hii hapa, hii hapa. Kuna madrasa ya Imamu Ahmad bin Hambali, hii hapa. Kuna madarasa ya Imamu Maliki, hii hapa. Kuna madarasa ya Imamu Abu Hanifa, hii hapa. Hizi ni madarasa. Sasa kule wenzetu sana sana madarasa yao ni ya Hambali. Miongoni mwa vitu ambavyo tutavionaona watu Hanbali hawasomi kunuti kwenye swala ya asubuhi. Sisi kwenye Shafii tunaona ni sunna, wao wanasema hata sio ile sunna kwenye witri, kuanzia 15 kwenda mbele, na kama kunatokea majanga fulani. Lakini sasa usipate shida, ile ni sunna. Yeye yeah, asome, wewe usisoma Sababu kuna haji moja alifanya jambo la kibwege sana, alituambia baada ya kuwatusha tunarudi huko, mimi sikusali nyuma yao wale. Kwa kusali peke yako? Ah wewe, makalimu karama unasali peke yako? kimbili kule Mbezi, mtu asali peke yake. Makal almukarama unasali peke yako, inakukosa jamaa. Akili gani? ni fiqh gani hiyo makal mukarama, jamaa? <coughs> Makal mukarama ina unaacha jamaa kwa sababu unakosa muda wa kunuti, inakuwa si sahihi. Hayo yote ni vitu ambavyo tutaambizana kwa upana na urefu kwenye hizi semina zetu. Lengo letu tufikie mahala kila mmoja wetu ana uwezo wa kuitekeleza hii ibada hata kama angekuwa peke yake. Na kwa ujumla si ngumu, ugumu wake ni ile ni ile si simkwaji kwaji, lakini ukienda ukushajua, jamani, hii ndio Alkaba, tunataka kuizunguka si tumeelekezana kule kuzunguka. Alkaba unaanzia wapi? Unaanzia mahala kadha kadha kadha, basi tunaanza na kule. Ukitaka shida uwe unataka kufanya jambo wewe haraka kuliko mtu mwingine. Kwa mfano unazunguka lkaba lkabaalkaaba alkaaba ilivyo, kama ingekuwa sio msimu wa hija i e, dakika kumi zinafika, dakika kumi hazifiki, ushamaliza kuzunguka mizungu yako saba, umemaliza. Lakini katika msimu wa hija, ikiwa utamaliza kwenye saa au saa na nusu, fahmadillaha. Ikiwa ndani ya saa au saa na nusu ushamaliza Ndugu yangu kundecha asemaa, kule kuna msitu wa watu. Kule hakuna misitu ya kukaa nyani, kama msitu wa kule ni watu, na kuna watu hawakujifunza za ibada kama ugomvi, anatumia nguvu zake zote alizonazo ili afanye yeye jambo. Sasa ukimkuta mtu kama huyo, wewe kuwa legelege -lege sana, usiwe tayari sikushika hiki ha. Wewe iachie mikono yako wewe unazunguka, sababu ibada ya, ya kuzunguka Alkaba ni kule kuzunguka tu, Sio maneno. Kama una adhikari zako, dhikiri zako, dua zako, maombi yako fanya, lakini pole, pole. Mtu anakupiga kumbe, weke hivi apite, itafikia mahala na we utamaliza, lakini ukitaka kutumia nguvu, oh, kuna wa Nigeria wanaokula ugali mbichi, kuna. Sio mchezo, si mchezo. Akikuweka chini, kama huna ndugu zako walikuwa makini, utumbo utakuwa kule lakini wallahi, ukienda hunafujwa na mtu salama salama salama. Na tunawaambia watu, unapoanza kuzunguka Alkaaba we kila dakika mili kushoto tu toka Alkaaba itakuwa iko pale mpaka iko hapo, mpaka inatokea kama jamaa yako yule. <laughs> na ndugu yetu mmoja wakandaziwa, walimpigia simu <laughs> ndugu zake akawa kule, wasema we mimi nimehiji mara tatu sijashika Alkaaba, we umefanyaje? Kamba nje tukuelekeze inavyoshikwa tutakwambia sisi. <laughs> Wewe na watu wanakuelekeza umeona minara ile? Ule ndio msikiti wa Maka ule. Tutakutana jioni hapa eh. Ah. Waelekeze watu, watu wanachofuata kule ni ile Kaaba. Kule hakuna vivutio vingine, hakuna twiga kule wala hakuna mbega kule wala hakuna kima. Vivutio vya kule ni ile Kaaba. Sasa wewe kama kiongozi kama nini msimamie mtu aweze kufanya hayo. Ndio alompeleka kule tu unaona mnara ule, ukifika, ule ndio ushakuwa karibu al-Kaaba, hata upotei ule. La, isiwe hivyo. Kwa hiyo sisi tunachosema, tutashirikiana bega kwa bega, hatua kwa hatua, ili kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anaweza kutekeleza ibada hii bila ya kupindishapindisha. Lakini jambo jingine tunataja mapema, kama angalizo, ibada ya hija haina vitu vile tunavyovikuta kwenye ibada nyingine kama sala. Kuna mtu mmoja alinuliza jamani, Shekhe, vipi nyinyi tasioni ya madhehebu gani? Aliwahi kuuliza mtu mmoja, ikamwambia e, katika hija hakuna kitu kama hicho. Kuzunguka Kaaba hata ingekuja kadiani ingezunguka mara saba hizo hizo. Makuraishi walikuwa wanatufu uchi, walikuwa wanazunguka mara saba hizo hizo. Sisi tunayosimamia ibada ya hija kama alivyoelekeza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wewe sasa una uradi wako, una adhkari zako, una kwa sababu waislamu kila mtu ana vitu vyake. Mwingine ana uradi wake kwa siku alete istighfar mara mia mwingine ana uradi wake kwa siku apate muda atulie, amsalie mtume mara mia tano mara sita, tumia muda wako, fanya. Sisi hatuna vikao vya pamoja vya kudhikirisha, hatuna. Sisi tuna vikao vimoja, darasa za jumla kuelekezana haya lakini wewe tumia fursa si uko maka pale uko msikitini pale fanye mambo yako leti tahalili zako mara elfu mara milioni toka tasbihi yako huna nua kule ziziko za zang'aa haina shida wala usipetam usingoje ukati jamani hatuna hivi hatuna hivi uh. ukifanya hivi ubaya wake unalazimisha watu si tunasafiri na kadiria tunasafiri na askaria tunasafiri Nakshabandia tunasafiri na, tuna na shadhilia sasa, wewe unataka kuwadhikirisha watu kwa staili ipi? Lakini mtu ana ana, ana, ana, ana hisbu zake ana wadhifa wake ana askari zake, atafanya vile anavyojisikia na muda upo wa kutosha, sababu kwa mfumo wetu huu, wewe ita kazi yako ni kula, lakini uoshi chombo? Si baada ya kula wala sio kabla, si kazi yako ni mataam iko hotelini pale, muda wa chakula huu tunaujua. Umetaka kungoja wenzio kwenda na wenzio, waambie, si hivyo. Fika pale, bufea iko pale, mimi nataka hicho, wale wote sitaki, nataka wale wa kijani wale. Basi unakaa mezani, unakula, unatumia muda wako vizuri, si masala ya kutaka mtu akufanyie. Wengine wako wa vivu, wanapenda zurure tu, lakini alhamdulillah, tulikuwa na mtu mmoja Madina pale, tulianza siku zote, wanatumia muda vizuri, muda nadra wewe unamchezea chezea muda nadra, fanya mambo ya maana, mlilie Mwenyezi Mungu, jipinde jifiche humo. Ukishakula chakula cha mchana pata kailula kidogo, jipumzishe, tisa tisa, enuka, ingia bafuni oga vizuri, pata kuchangamka, kapiga kambi msikitini. Hayo ndiyo ambayo tutakuwa tunaelekeza. Kwa hiyo masala je, tunafanya hivi hivi sisi? Sio hayo sisi tunayosimamia tunaisimamia ibada ya hija na ndio tunae kuelekeza na ndio tutakaye kushika mkono. Sasa wewe ni mzee wa askaria, una tasibihi zako kumi, lazima zitinge shingoni, vaa, hakuulizi mtu. Huna hapa kule zitauzwa, na na wewe hapo, muulize mwambie, tasibihi za maana ziko wapi? Atakuelekeza wewe wala, ina huko free kabisa. Kwani una habari ya mtu we? sina mungu wako bwana wewe, unataka watu wakwambie hivi, hawa na nini Ah, mi talibu ilmu hii ni fursa kwangu, ngoja nikafanya hivi. Darasa mle zimo tele, pale tafsiri, pale fiqhi, pale hadithi, pale nini, pale nini pale si madhhabi hambali pale si shafiia pale nini. Unaweza katika halka za ilmu ukafaidika badala ya kuzurura mitaani. Kwa hiyo vitu vya namna hii, jamani, tuelewane, na pia kuna kitu kingine kinatisha kule Maka Maka, ikitokea vingine basi ni uchuro. Kuwa mnaswali msiswalie maiti kadhaa mpaka safari moja, haji moja. Shekhe, ina maana ndio tunakufa namna hii jamani? Nkaambia hapana, sera ya wakazi wa Maka na Madina wanapenda mtu akifiwa wa maiti wake aswaliwe na mamilioni ya watu hapa. Kwa hivyo, mtu anaosha maiti yake ana muda hu dhuhuri, ntawahi anaosha maiti yake analeta pale msikitini ili iswaliwe na hayo mamilioni ya watu waliopo, kwa sababu hata kama sio msimu wa hija ni malaki ya watu saa zote pale. Sasa kwa hiyo ni, ni, ni dasturi yao. Kwa hivyo wanaoswalia, inawezekana haji muda wake umeisha, inawezekana mtu wa kawaida, lakini ni kawaida kabisa mkazi wa Temeke wa Mbagala ya kule Saudia mathalani anaosha maiti yake analeta pale, ukitokea huku nani utakuta zimepangwa Unazokuta hata 20 30 ni kitu cha kawaida kutoka na ukubwa wa mji. Sasa mtu mmoja alidhani alikaribia kusema nipe tiketi yangu, tiketi yangu niondo. <laughs> Ali ali ali kama angetishwa huyo, angetuaga mapema kabla hajamaliza ibada. <laughs> Kambi hapana. Kwa hiyo wanaokufa ni wa aina hiyo. Ile ukimuona kwa pale Maka uso wazi, basi huyo ni haji. Na mauti umemkuta akiwa yupo katika ihram. Ndio mtu wa Mwenyezi Mungu alivyoagiza akifa haji asifunikwe uso wala tukhamiru wajha, msimfunike uso wake, fa innahu yub'ath yawm alqiyamati mulabia, huyo atafufuliwa siku ya kiyama akiwa anasema labbaik allahumma labbaik, labba ili kuonesha shara kwamba la mfufuliwa huyu amekufa katika hija. Sasa kwa hiyo isitishe, biidhnillah, tutaenda wazima <laughs> na tutarudi wazima ili kuona maiti nyingi, ni kitu cha kawaida. Kila sala, as-salatu ala al-amwat, ya kundi kundi wanaoswaliwa. Sasa huyo mama alidhani ni mahujaji, nikamwambia hapana, wale ni watu wa kawaida, wakazi ila miji hii. Watu wanajua ni baraka kubwa mtu kuswaliwa na umma hapa msikitini. Kwa hivyo, mtu anaandaa maiti yake, anajua mimi nitawaila asri, sawa mintajari nitawahi magharibi sawa, mintajari isha, kwa sababu kule maziko full time. Sasa kwa hiyo pia hicho kishiwa tisheni tutakiona bidhilai. Mtu asije akaomba booking ya mapema ageuze kwa kukimbia, hilo kwanza hali kimbiliki, lakini uhalisia ni huo. Maiti nyingi nyingi sana zinaswaliwa, na ukitaka kuziona utakaa upande huu wa wasafa na marwa, huko ndo kwenye lango la kutokea kwenda kuzikia jana tulmala, utakuta mnolongo watu na ndugu zao na ni wanaenda kuzika. Jingine takutana baisha ni lile la utendaji wa ibada. Wale hawakunutu, lakini kwa nyinyi mliosoma hiyo sio shida, ikikose fadhila ya jamaa kwa ajili ya kunutu. Na kama unaitaka wae inatosha kabisa, sami allahumma wa anhamida wao ukasema, allahumma aidina fi ma hadaita wa afina fi ma afaita. Kwa sababu shafia wanasema hata ukisema rabbana atina fi dunya hasana, eneo lile inatosha kwa ndio kunuti hiyo. Kwa hiyo usije ukafanya uhuni kama aliofanya huyo mwanachuoni uhuni wana... hivyo <coughs> hata wewe umesali peke yako umekosa jamaa kwa ajili jingine. Nyingine tunatanabaisha sisi tukiwa tunakuwa ni wasafiri, na msafiri ana ofa ya kukusanya, ana ofa ya kupunguza. Sisi mara nyingi hatuendekezi ofa hiyo, sababu hiyo tumeambiwa, mkitaka punguzeni Mkitaka kusanyeni. Sisi na ukikusanya sasa, au ukitaka kuswali ya kukusanya hizo, au unapunguza, moja ya masharti usimfuate kuwa imamu wako mtu anaswali kamili. Maana yake ukitaka mchezo huo, usiswali jamaa pale. Maka hizo za kina dusulesi, usiswali wewe, ukae peke yako, unaswali kama uko mporanga. Sasa kitu ambacho haingia kilini, si tunaona bora tusamehi hiyo ruhusa tuliopewa lakini tupate fadhila za kuswali jamaa na imamu. Kwa hiyo mtu aseme mbona haikutumika? Vitu vingi ambavyo vitahitaji tambihi, na tunafanya hivyo kwa makusudi, ili watu wasije wakawa na minong'ono. Minong'ono ambayo kwa kule ikiwa, ukimteta mtu hapa unapata dhambi wewe, ukimteta kule dhambi zake ziko kiasi gani? Hapana shaka ni kubwa sana, na ziko za kiwango cha juu. Kwa hivyo tumwombe Allah kwa utukufu wake na kwa majina yake mema na utukufu wake atupe afya njema, atupe rizki zilizokunjuka, azitunze familia zetu ili ifikie hiyo siku na sisi tupate fadhila na baraka ya kuifikia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na tufanye ibada zetu na atukubalie hizo ibada zetu na turudi tukiwa wajumbe wazuri wa ibada ya hija, kwa sababu kwenye ibada ya hija kumenoga. Kuanzia kesho, Allah akipenda, tutaanza kwa mtiririko ule ambao tutafanya. Jamani eh, katika hali ya kawaida, mbele yetu kuna hili. Tendo letu la kwanza ni hili harami haramu, inakuwa hivi. Kama hija yakowe mwenyewe utanuia hivi, kama unamfanyia mtu tafanya hivi kama uko hivi ili kila kimoja tuwe ala basira. Na kwa kawaida yetu tuna el Kaaba yetu bandia, tuna uwanja wetu wa Safa na Marwa. Inafikia siku ya darasa la vitendo jamani, wasozo ya shuka ihramu inavaliwa hivi. Sie mtu ikamtoka kutoka ihramu bila kazi unayo. Kuna wenzetu wingine kama Nigeria ikimvuka ile wala anatoka nje tu vile vile alivyo, anajua la kufanya, kwa sababu hana kitu ndani alicho kivaa. Kwa hivyo nafikiri tusite hapa kidogo, kama tuna maswali yoyote tuulizane, kama kuna mambo ya kuambizana tuambizane, ili kusudi tukajiandae na jambo la kesho ah. Anyway vile miliangalia, nadhani sita na Asalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ee mahujaji watarajiwa wa nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala na tunamshukuru Shekh wetu Shekh Twaha Suleiman Bane kwa utangulizi huu. Kitafuata kipindi cha maswali, ili kama mtu yoyote ana swali aulize na atajibiwa. Lakini kabla ya maswali, tayari sisi ni ndugu moja, ni familia moja, ni vyema kila mtu amjue jirani yake aliyekaa ya naye, tuulizane tufahamiane, kwa sababu tutaishi namna hii ndani ya wiki sita hizi na mpaka baada ya kuwa tunakwenda kutekeleza ibada ya Hija na kurudi hapa. Kwa hiyo sisi ni ni familia moja, ni ndugu moja, ni vizuri mzee mkilalo ukamjua Sheikh Junaid jirani yako mnatoka njia moja na mwingine yoyote yoyote yule. Mahujaji watarajiwa, taasisi yetu hii ya I Travel Alhaji Wal Umra, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, tulifanya ziara katika nchi nzima. Tulianza kanda ya ziwa tukamaliza tukaja mikoa ya kusini, tukenda Lindi, Twara na wilaya zake, tukarudi mpaka Songea, Iringa, Morogoro, na lengo kubwa ilikuwa ni kuwahamasisha na kuwaeleza watu umuhimu wa ibada ya Hija, na alhamdulillah watu wametufahamu katika hilo na kwa sababu hiyo taasisi yetu iliweza kujaza mahujaji mapema kabisa. Kwa hiyo kwa hili tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumejaza mahujaji mapema sana, na hivi sasa tuna idadi ya watu wanaotaka kwenda hija na sisi, lakini nafasi zimejaa hata subhi hii bado tunapigiwa. Jana usiku nilipigiwa na mwenzangu mmoja, anafanya kazi munadhama, ana hujja, ana mahujaji, lakini nafasi hatuna. Tulijaribu kuwaelekeza waende katika taasisi nyingine, lakini wengi wameonyesha kwamba kutolikubali hilo, na wameamua baadhi yao kusubiri mpaka mwakani ili waende na taasisi yao hii. Kwa hiyo zile safari ambazo tulikuwa tukitembea mikoani, Allah subhanahu wa taala ametulipa na amejalia, tumejaza mapema na hivi sasa kuna msururu wa mahujjaji wanataka kwenda kuhiji na sisi, lakini nafasi hatunazo tena.